Ujumbe wangu kwako rais Kagame, japokuwa wapo watu wengi ambao wanaelewa vifungo vya Biblia vinavyosema mtii wenye mamlaka, ningeweza kutimiza eneo hilo kwa kuheshimu andiko hilo kama ungekuwa wewe ni mungwana lakini kwa sababu umekuwa sio mungwana, siwezi nikatii andiko hilo kwamba nifike mahala nikuite mheshimiwa, ila nakuita rais Kagame, basi natosha. Kwa sababu rais, hata rais wa mpira ni rais. Kwa hiyo nakuita rais Kagame, nataka nikupe taarifa kwamba kumbuka, mwaka elfu moja mia tisa themanini wakati ukiwa Monduli, ulipopelekwa na Museveni kusomea masomo yako ya kijeshi kwa maandalizi ya hilo mnaloliendeleza hapo la Hima Empire, tulifika pale, tulikuwa watu wanne yule uliyemwambia kwamba una kiu ya maji akaenda ya kukununulia yani, machupa ya manne ya maji ndo huyo anayeongea na, kwa kawaida tukumeshasikia ya sauti yangu, na kwa sababu hiyo nataka nikupe ujumbe kwamba baada ya pale hatukuweza kuonana tena, lakini nataka nikuambie kwamba mimi ni mbembe wa baba na mama. Sisi, Bwana Kagame, kawaida yetu huwa hatuhitaji mafunzo ya kijeshi mpaka mtu aitwe general. Kwa mbembe huwa hakuna kanali wala hakuna brigedia. Kwa mbembe huwa hakuna meja. Sisi tukiwa watano tukishika silaha basi yule tunayeamua kuwa mkubwa kwa kundi letu hapo ndio anaitwa general. Ndio maana umati utitiri wa maimai wa kibembe ndio walianzisha hiyo siloga ya watu wote kuitwa ma general. Na ujenero wetu, wewe umesomea ujenero wako ulionao umeanzia mafunzo ya Tanzania, ukaenda Uingereza, ukaenda Cuba baadaye ukaenda kumalizia CIA kwa kukupeleka Marekani. Ulivyotoka hapo, umekuja baada ya kufanya mipango yako ya kumuua Ruigema, ukashika nchi kwa mikakati ya kaka yako Museveni. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja kwamba sisi kama nilivyokuambia kwamba huwa hatujifunzi koko. Tulikoenda sisi, mafunzo yetu yanakuwa sehemu inaitwa Abengwa. Mafunzo yetu yana, yanakuwa pale na Malamala. Mafunzo yetu yanakuwa sehemu inayoitwa Ichula. Tukizidi sana, mtu akizidi sana anaenda ewabora. Huyu aliyefika wabora kule alikokuwa Laurent Kabila huyo sasa akifika anaitwa Fred Marshall, yani kwa lugha nyingine nyie mnaita eh, ndio cheo cha mwisho cha cha, cha, cha, cha, ugeneral ambacho nyie mnaita marshare. Lakini wewe kwa sababu ni Mwingereza, basi uelewe hivyo kwamba unaitwa Fred Marshall. Kwa hali hiyo, nataka nikuambia kwamba sisi mitaa yote imetapaka majenero na majenero hawa hatuhitaji kupewa hicho cheo na rais. Sisi huwa tunajiteua, kama vile ulivyo general ndivyo walivyo majenero wetu walivyo, na tunawaheshimu hivyo hivyo kama watu wako wanavyokuheshimu. Sasa kinachonifanya ni kuambia hivyo ni kwamba umepungukiwa na mawazo, umeingia kwenye choo cha kike wanavyoita kwa Swahili. Uliza programu walizokuwa nazo Mobutu, hao watu waliomtuma walifanya hayo hayo kwake, wakampa utukufu huo huo kama huo unaojivunia leo. Nataka nikuulize, mpaka leo hivi unajua hata historia ya Mobutu? Unaisikia familia yake unajua ilipo? Pesa yake unajua ilipo wazungu walichukua pesa yote na hata mtoto aliyekuwa mentrain kama hivyo wewe unavyo mtrain huyo mtoto wako Alan, nataka nikuambie yule mtoto alikufa kwenye vita vya moba wa Marekani, ndio walimswagizia, alafu wakamuua kwa sababu walimchukia baba, wakamchukia na mtoto na mtoto mwenyewe ndio yule ambaye wanamziki walikuwa wanamuita Sadamu Husen. Nadhani jina maarufu jina, jina ilo wa Saddam Hussein, Kongolo Mobutu au sijui manda mad manda, manda nafikiri kitu kama hicho. Siwezi sitaki kukumbuka historia ya watu wanaofugwa na wazungu. Kwa hiyo uelewe hivyo sasa. Hata huyo mtoto wako unaye ndio mlinzi wako, uelewe kaburi lako ndio itakuwa kaburi lake. Ndivyo wazungu walivyo. Sikufikiri kwa wakati ule nakwenda kukupa maji ya kunywa pale kwamba ungekuwa unamwelewa mdogo kama hivyo ulivyo sasa, sikufikiri hivyo. Sikiliza nikwambie, mauaji mauwaji ulioyaagiza Goma na Bukavu ni ya kijinga kabisa. Ni wewe uliye wahua watu wengi, ni wewe uliye muuaji alimana, hilo huwezi kuwakataa. Nadhani unakumbuka na hapo umemchukua mwipo wa Wamba dia Wamba ndio kama mpelelezi wako kwa masuala ya Kongo uko naye Kigali anakula, anakunywa. Hayo ni mapungufu ya Wakongo, hayo ni mapungufu ya Wakongo. Uwezo wao wa kufikiri ni mdogo, na ndiyo maana Wazungu walijaza vyombo vya mziki wakajaza na makanisa kutuharibu akili leo hii unaua watu Goma na Bukavu, unatafuta wale vijana wote ambao walizaliwa na wale Wanyarwanda wahutu waliozaazaa na Wakongo, ndio unaowatafuta na kuwaua wote. Sikiliza nikuambie, binadamu hawezi kumalizika kwa kuuawa, ila binadamu huwa wanaongezeka kwa kuuawa, kama vile ndevu unavyosema unavyozinyoa wenye kidevu chako ndivyo zinavyoota tena. Haujafanya kitu, unahangaika na kujaza upepo mbaya kwa watu. Umeacha kizazi cha Watusi katika maisha magumu. Walikuwepo Watusi wenzako, Arapu Arapumoi ni mkale njiri, wale watu asili yao ni Watusi ambao ndio familia ya rais Ruto kwa leo. <coughs> Lakini kule Nairobi, kule Kenya hawafanyi ujinga kama unaofanya leo hii. Hata akifa leo, Moi alivyoondoka ameingia pale Ruto, hakuna historia ya Wakikuyu kugundua kwamba awale ni Watutsi, hilo halipo Kenya kwa sababu hawajafanya kitendo cha kijinga kama hicho wanacho kifanya. Hauwezi kuwa mpenzi wa, wa, wa, wa, wa wazungu kama vile Wakenya na Wakalenjin walivyolelewa na wazungu. Umoja wa, wa Ulaya makao makuu yake yako pale Nairobi, na wamewatunza wale miaka mingi. Wajaruo wako pale miaka hawaruhusiwi kugusa madaraka, kwa sababu nchi hile Waingereza waliigawa kwamba ni lazima waile wa, wa, wa Wakikuyu na Wakalenjin Wakalenjiri hawafiki laki tano lakini wanatawala wa Kenya wa Kikuyu na Wajaruo wanatawaliwa na watu ambao hawafiki laki tano. Idadi ya Watusi walioko Rwanda wote, nyie hamwezi mkafika milioni mbili. Milioni moja haifiki. Burundi, pale ilipo, ndio yenye Watusi wengi kuliko Rwanda lakini haiwezi kafika milioni mbili na, na laki tano ya Watusi takuwaje? Kongo unavyoiona ile yote, mashariki, chukua na magharibi, wale Watusi wote wale hawawezi wakafika kwenye laki nane. Watusi wote wale itakuwaje waje, waje watawale Kongo kubwa namna hiyo? Mlimbwaje, akili gani ambayo amwezi mkajadili mkajihukumu wenyewe, mkasema, hili tunalokwenda nalo ni hatari sana kwetu, twende kwa staili hii. Sikiliza nikwambie, apandacho mtu ndo atakachovuna na wewe utajibiwa kadiri ya swali unaloliuliza. Pole sana kwako, pole kwa kizazi chako, pole kwa ukoo wako. Angalia Siku moja tukiwa Munduli pale, ulionyesha picha ya nyumba ya baba yako, ilikuwa ya msonge ya majani, alao imechapiwa na udongo, humo ndipo ulizaliwa. Leo hii umeja, umejenga magorofa na miji mbalimbali Ulaya yote, unajisumbua. Sulemani alisema kwenye kitabu chake kwamba baada ya utajiri wote na mali alizokuwa nazo, wanawake wengi na watoto wengi, aliona vitu vyote ni ubatili. Mkijana uliye mtuma Makenga ametamka kwa mdomo wake akasema kwamba tuliwasoma Wakongo, tukawagundua udhaifu wao na tukajua kwamba ni watu tunaoweza kuwatawala. Wakati Uganda ikimsaidia Jampere Bemba kuharibu nchi kwa sababu sababu waishajua kwamba mkongo mpe suti ataua ndugu zake. Uganda ilimsapoti bemba akaua ndugu, ndugu zake. Wakati anaua ndugu zake alimwambia Bemba kwa mdomo akamwambia kwamba tumegundua kwamba nchi ile uwezo wa kuitawala watu hawana, sababu hawana akili. Kwa hiyo tunakutuma ili ukawatawale wale watu nyuma yake wameenda na champele Bemba. Kilichofanyika Kisangani ni kuua mamilioni ya watu. Inasadikika watu milioni nane waliokufa pale Kisangani, Waganda na Wanyarwanda walipoamua wanakafanya vita vya kipumbavu kabisa vya uongo, ili walete taruki katika ile taruki waweze kuua Wakongo. Waliua Wakongo wengi pale. Baadaye mahakama ya kimataifa ikajifanya kwamba kuhukumu kati ya Rwanda na Uganda, ikaja kuonekana kwamba Uganda ilikuwa na hatia, Rwanda haikuwa na hatia kwa sababu wewe ni mtoto wa wazungu ulilindwa. Mzigo ule akapewa Uganda. Alivyofika Kisekedi naye kamsamee Uganda. Sawa, ongereni sana, tunauawa, nasameana nyie. Hakuna ndugu yake na Kisekedi aliyekufa, hakuna shangazi yake aliyekufa. Leo ameenda kusamee mamilioni ya watu waliokufa kwamba walikufa bure. Historia huwa ikifichi historia ikio, huwa ipo na historia itajiandika, na historia huwa inahukumu, ipo siku historia itahukumu. Mmefanya mambo ya ajabu sana, mnayofanya. Mmepora mali basi, mgepora mali msiue watu, leo mnaua, mmetamani mpaka ardhi Mlikuwepo, mlikuwa wapi mababu zenu wakati ardhi inagawika hiyo? Kwa nini msingaenda Uberigiji mkaenda kudai kwamba mligawa mipaka vibaya? Mkongo aligawiwa na huo uligawiwa, aliyegawa ni mzungu, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa ndio uliogawa. Leo hii Sudani Kusini imegawika kutoka kwenye su, Sudani Kaskazini, ni nani aliyebisha? je yupo Msudani kusini aliyegawa? Je, yupo Msudani kaskazini aliyegawa? Imegawikwa kwa mipango ya watu weupe. Kwa nini haukwenda kule, ukaenda kuwambia kwamba mnigawie mpaka uje uwe? Watu sikiliza, tukuambie historia. Uhukumu ipo siku, utalipa. Leo hii nawashangaa watawala wa Kinshasa wanasema kwamba haya yanayofanyika siku moja tutalipiza. Huku nyie mnaua, siku moja tuta, watalipa walioyafanya. Nyie mnaendelea kuua. Wako wapi? Wako wapi? Watu watetewe na nani? Hatuna mtu wa kututetea, tutakimbilia kwa Mungu. Tumeumia, tunajiuliza, yuko wapi Mungu kwa leo, anayeona watu ambao wanatia mimba zinaporomoka, zina tunasikia tumeambiwa yupo Mungu anayetetea. Tunajiuliza yuko wapi? Angalia tunavyoteseka, maumivu yametosha, vifua vimechoka, tumelia, tumechoka. Mama akiwa anakufa, mtoto akiwa ananyonya, mtoto anaangalia jinsi miguu ya mama inavyoenda inaoza, na mwili otu umevimba, maziwa yamekata, mtoto anaugua kilio, naye baadaye anakupa anakufa, asipopata mtu wa kuokota. Yote tumeyashuhudia. Ninyi kwenu ni furaha. Ongereni, ongereni Kagame, ipo siku utajuta. Tunaenda kwa lugha ya rais wa Burundi aliyotamka kwamba hatutakubali watu wetu wachinjwe kama mbuzi, kama wanavyochinjwa wa Kongo. Tunasikitika, nchi yetu imekuwa sabotaji, inatukanwa na kila mtu, hatuna namna, hatuna namna. Mimi sikuwa mtoto mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili wakati babu zako wewe Kagame, familia ya Kigari Senke waliokuwa pale Bujumbura, baada ya kukimbia pale Kaibanda pale pale Rwanda walivyoua Wahutu wakiwa na maana ya kuitawala Burundi kwa kushirikiana na Waethiopia, akina Buyoya. Wakati huo Bichombero ndio aliyesimamia operesheni, alikuwa mjukuu wa Kigari Senke, akaua Wahutu pale Burundi mwaka 1922. Sikuwa mtoto kama historia mnavyoyumbisha leo, niliona kwa macho. Mtusi mmoja aliwahi kuua, alikuwa naua wahutu elfu tusi mmoja anaua watu elfu. Sijawahi kuona kitu kama kile, na nikikumbuka mambo niliyoyaona utotoni mwili huwa unasisimka. Mambo ya ajabu sana, akisimamia michombero wakati ule kaua watu. Leo hii Ndaheshimia anachokiongea ni kutuhamasisha tu wa Kongo, kwamba tuamke, tuamke tusichinjwe kama walivyochinjwa wao, kwa rugha nyepesi ndio maana anatamka pale kwamba tusichinjwe Warundi wasichinjwe kama vile Wakongo wa, wa, wa, wa wanavyochinjwa. Hatujafikia sisi hatua kama ile walivyochinjwa wa, Wahutu wa, wa mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili hatujafikia. Tumeyaona hayo, sehemu inaitwa Kachumba, Wabembe wanaita chumba, vita vya mwaka elfu moja mia tisa Tisini na sita tisini na nane pale Kachumba waliua watu elfu mbili na mia tano Makobola wameua watu elfu mbili na mia nane japokuwa serikali kwa historia za kijinga kabisa wameweka watu elfu mbili na mia tano Kwa Ngulube, kifo cha malkia wa kanisa la malkia wa Ubembe, watu mia themanini kupigwa wakiwa ndani ya kanisa na kuchinjwa wote. Mkela watu sitini walioingizwa ndani ya nyumba wote na nyumba ikalipuliwa. Kichula watu mia mbili sabini waliopigwa wali risasi pale na kuuawa kinyonge. Hayo tumeyashuhudia, hayatatoka kamwe kwenye akili zetu. Wakati mwingine najiuliza ni kwa nini tunateseka namna hii, wapi wako wapi mababu, yuko wapi Mungu? Na kuja kupata jibu ni kwamba mtoto mpotevu huwa anadhibiwa. Tunapokaa tukasahau tulivyosali tulivyoabudu zamani, tukaomba miungu yetu, tukasahau tukafuata miungu ya kigeni. Tunafundishwa kusali kwamba Mungu wa Yakobo na Isaka na Danieli. Leo hii watoto wa Danieli na Isaka na Yakobo ndio hao wanaokuja kuwapa watu sipawa ya kutumaliza, na huku tunakimbilia kwa Yakobo na Isaka, tusaidie. Hata tusikiaje, wazee wamekunja mikono, wamesema kwamba ninyi mliona hao ndio wa muhimu, hacha sasa wawanyoshe. Siwezi kushangaa na hilo. Leo hii watu walioko Bukavu wanaita mzee ya kutumba na Maimai pale kwenye bonde la Ruzizi, Johni mtusaidie. Maimai ya kutumba wanawaambia kwamba mliwaita hao kwamba wajomba, ngoja wawanyoshe. Kumbe kweli mtoto mkaidi huwa anapewa adhabu. Jinsi vile vile ya kutumba anapowapa adhabu watu wa Bukavu, ndivyo na sisi asili na mababu zetu wanavyotuadhibu kwa kuwang'ang'ania wazungu na wazungu leo ndio wanaotuangamiza kupitia Kagame. Kagame, sikiliza, tutaadhibiwa. Ipo siku, mababu zetu wataturudia na kutuonea huruma. Tarehe zimefika, sio mbali tena. Nimekukumbusha. Angalia uso wangu, nilivyokuangalia wakati nakuletea maji. Kama ungekuwa mtu mungwano ungeelewa kwamba hili ndio kabila la yule mtu aliyenipa maji ya kunywa, ukaacha kufanya unachokifanya. Matokeo yake nilikupa maji na umeua wajukuu, umeua watoto, umeua mama zangu. Sawa, ongera, ongera, ila utajuta. Nimeamua nikuambie leo, niliangaika muda mrefu kumuuliza budue anipe namba zako. Uzuri wa bahati, tarehe ya leo Amekumbuka kunipa namba yako. Kumbuka leo ni tarehe sita mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Amenipa namba yako, nami nikaona kwamba siwezi kutuma voisi hii kukutumia ujumbe huu kwa kupitia mtu mwingine. Nimekutumia wewe peke yako na nashukuru. Nimeona wakati naangalia kwenye mtandao, nimeona ukiwa online. Najua utalisoma vizuri. Sina haja ya kukwambia kwamba rudisha majeshi yako au nikuambie kwamba uombe msamaha. Uliokwisha kuyafanya yanatosha. Endelea. Soon nitakutumia tena ujumbe ukiwa kwenye pingu, alafu nitakutumia ujumbe mwingine wa kukuambia niliyokuambia sasa yamefika, kwa sababu haya yako mbali. Hakika anga na ardhi wamechoka kupokea damu ya Wakongo. Mvua zimenyesha ili kuondoa harufu ya damu kwenye udongo mwisho mvua imekauka, bado damu ina rangi nyekundu, bado ardhi ina rangi nyekundu kwa sababu ya damu inayomiminika ulioitengeneza wewe. Utasema sio mimi, ni wazungu ndio wanaofanya hayo. Kwa nini uwakaribishe kwenye, kwenye mji wako wafanye hayo kwenye mji wako? Kama ungekuwa binadamu wa Kongo, ndugu zako wa Afrika kama vile nilivyokuambia kwamba ni mimi niliyekupa maji ya kunywa nikiwa mkongo. Ujinga huu sidhani kama ni kizazi au vipi. Imani ya mkongo imepitiliza hata ya Yesu Kristo. Yesu alisema kwamba ukiwa na imani kama chembe ya redari unaweza ukahamisha milima. Sasa imani ya mkongo imepitiliza, mwisho imeenda kuzaa ujinga. Mkongo ukimwambia kwamba kunywa sumu utaenda mbinguni, yuko tayari kunywa, kwa sababu ya upumbavu. Hawezi kupekua maneno na kuyajaji, ndio pale panapokuja ujinga. Watusi waliingia mashariki, mchana peupe, na watu wengi waliokuwepo wakati bado wanaingia, kizazi hicho hakijapotea, wengine bado wapo. Dokumenti zilizoandikwa na waberijiji kuomba kwamba kaeni na hao watu amani ikipatikana, tutawarudisha. Zingine hazijachanika hata kuchanika, zikitolewa leo utafikiri ni mpya, kwamba zimechapwa leo. Leo hii tunalazimishwa kuambia kwamba hawa ni ndugu zenu na ni wakongo wenzenu kwa lazima, hatutaki, lakini tunalazimishwa. Sasa najiuliza, yuko wapi Mungu? wazee wako wapi? mizimu iko wapi? Tutetee! Hatuna msaada. Narudia tena pale kwamba wazee wametukasirikia, tuliacha namna walivyowakudu, tukafuata miungu ya kigeni. Leo tunadhibiwa kwa sababu ya utukutu wetu na kutukuti. Sasa wazee wanaona wale wachache ambao bado wanawaomba wazee, ipo siku watasikilizwa na wazee na msamaha tutakupata. Watusi Mtajuta. Ndio yafanya ya tosha, Kagame, na kuomba sala, sala yako ya mwisho. Muda umefika, utaangalia mbingu utaona ni ardhi, utaangalia ardhi utaona ni mbingu. Ipo siku familia yako itaulizwa, watu watauliza yuko wapi yule mbabe Hitler wa Afrika? Hakika Mwili wako ni mavumbi na mavumbini hata utarudi.